mpenzi ya nani taziza na pe hee munde ni chozi la mapenzi ni chozi la mapenzi ni chozi la mapenzi ni chozi la mapenzi ni chozi la mapenzi. Unajua, mimi siamini jamani. <laughs> Eh, karibu. Asante. Mbona badilika hivyo? Sasa nimebadilika nini ndugu yangu? <laughs> <laughs> Yaani ndugu yangu unakuja nyumbani kama unaenda wapi si, hata bila kutoa taarifa. Wanasema mwenda kwao si mtumwa bwana. Lakini si nimekuja home. sawa, karibu. Ah, asante. Ah, tutaongea ndani <laughs> Si ungesema jamani, acha niwapikie. Mimi mm, usijali bwana. Karibu. Asante. <laughs> Wewe tena, hata hata nimechoka. Hata kunipokea sasa. Yaani, yaani hapa akili yote imeama mwingi. Ndio unakuja hivyo kama unaenda wapi, kumbe unakuja kwenu. Ndio yako ndio kwa zawadi. Kwa zawadi gani bwana? Ah. Hodi ndani. Karibu tena, uzuri chumba chako bado kipo. Akina sana. Eh, eh, eh, eh, umeanza, umeanza, umeanza.

Shikamoni afande. Afande. Eni, mimi bado kijana lakini navuta bange, navuta bange. Bado en sielewi afande. Afu kingine, mimi muizi? Afande mimi sielewi afande, kwa aa bichi kunikamata. Mimi navuta bange

Ishakika kitambo bwana. Sasa mbona kila siku wewe tu hukundanganya, kuniweka mimi, wewe unatambua a mazingira nalokaa mimi sio mazingira rafiki, kila mtu anapita hapa miangauka, sugiria nini wewe, usincholeshe bwana. Wewe kama utokee mi niambie, wewe unasema unakuja unakuja unakuja, mbona ufiki unatokea wat, watu nieusho Mi staki ah, wana upendo gani wa kudanganyana, mwanangu? Mi staki ah, no baby, wewe utakuwa unipendi mimi? Haiwezekani niweke muda wote u hujatokea mpaka sasa, zima imeisha hapo niambia kwamba unanipenda, unakuja unakuja unakuja, si jina la nyimbo hiyo hilo? Staki, mi staki sana. Aya ah, kama unanipenda kweli basi, dakika tano viisho umeshatokea sawa, bibi. Fanya haraka, mwingine najisikia kibaya. Aya sawa ah ipo zangu kidimbwi na enjoy ah maji matamu sana, yani maji matamu

Ananipigia simu mimi, upo kwenye hali? Mimi mbona nipo vizuri hapa? Ndio, nipo vizuri, ngoja naoga zangu hapa hapa. Ndio, mbona mwenyewe nipo vizuri tu.

Mimi mwizi? Mimi mwizi? Mimi navuta bangi? Nataka unipeleke kituoni? Yani wewe mwizi, unavuta bangi, umepiga simu nipeleke kituoni? Hey, unajitambua kabisa? Mimi najielewa pande. Yani mpaka na kuita wewe na kupiga simu nipeleke kituoni. Mimi najielewa pande, sio bangi yani. Wewe mwizi wa kidijitali kabisa, yani umepiga simu, je ni ukamata kituoni kabisa wewe? Well, mapema pande, usielewa pande kinyeo. Ah, hii kali. Wenge. Hamna mimi sina wenge afande. Nimefanya ni ah, kuna kuna kuna <tune> kazi miaka mingi sijawahi kutana na kitu kama hicho. Unaona unasema kitu gani? Kushtoni kuna kuna uwabwa kuna majuisi hii bange ya kidigitali, sio kidigitali ya pande. Pole sana. Ha, twende. Ha, ongoza twende. Ongoza twende. Twende. Eh, <laughs> twende ongoza twende, bange nzuri, ongoza twende, ndio nzuri, twende twende, nimeona nimeona, ongoza Unahisi kama mzimu umekuibukia, yaani sio mzimu, mzimu mwenyewe. Aende shule mwanangu, hizo hapo mwanangu. Nimewasili, lakini mbona mtaa una nyumba za kichungaji sana? Sasa umerudi nini, utachangamka? Segele, yaani si unajua kila nyumba, kila mtaa, vijana hmm. wako wapi vijana wameletea miausho mwanangu, katika moja mbili tatu, wanchi wa nchi cheche lemi, nikatimua kila mtu afu, nimeba nimebamba mwenyewe. Si unajua na hicho ndio kinachotakiwa wakizingua, unawakataa. E, e, hamna kufagilia ushubwada. Ah, tufagilie chura, sema nini mwanangu, nifagilia. Nimekuja hapa nitakaa miezi hii, lakini ndani ya miezi miwili kuna vitu unahitaji unisaidie kama unavyojua mjini, mimi nilikuwa na supply mihadarati, na kama unavyojua awali, mimi mzigo nilikuwa nachukulia Pemba au Zanzibar. Sasa kule kidogo, si unajua mama hapa sana, mama peleche peleche nyingi kibao kwao, kafunga funga vibandari bandari, ushubwada vile vibandari ushuzi vyote kafanya kuvizima, madai yake kati ya ulinzi ambao unazuia vitu vya kule kuja huku. Sasa imekuwa ukam sisi kuvusha mihadarati kuingia huku, serikali imetumbua macho kwenye masuala hayo kwa sasa. Nikaona ni bora niingie huku kwa mwanangu sana kwa sababu najua wewe mtu wa mashamba mashamba sana, ukiingia za kochimbo mtaweza kuongoza hata viloba viwili au vitatu. Mimi nika supply towni vijana wangu wakaendelea kufanya wakaendelea kufanya business. Nielekeze mazingira. Ah, mazingira ni fresh tu, nyeso nielewa. Mm. ah, ah. Hapo ndipo unapozingua sasa, sheria hujui. Ah. Raisi au sio? Kwanza kati rahisi kuchoma. Sasa mimi nahitaji mzigo wa kutosha ili niweze kufanya biashara yangu na kutanua wigo kwa wingi. Wanangu, endelee kusupply, nataka mtu ah, hey, akipiga kapiga eh, kweli. Yani akipiga kasizi, gusa achia eh, yani mwanangu. Ah, mwanangu usijali, kwenye mambo yetu tu hayo. Ah, usijali mizigo ya kutosha, tunaingia shamba, si unajua mwenyewe tikaji zangu ile, hey, mapema mizigo ipo kibao. Yani hivi babu bila kupoa ibei hapa nahitaji e, kubadilisha mtaa. Nakubali, nakubali. Eh, kama unavyojua kazi ya rais, nilikuwa natawala hapa, lakini nikaenda kutanua wigo, nikatawala na sehemu zingine. Lakini kama unavyojua waswahili wanasema mwenda kwao si mtumwa, kwa hiyo mi nimetimba maskani e, sasa nimefika hapa. Nataka tubadilishe utawala, ubadilike wale waliopotea tunawarudisha, tunawanyoosha e, si tunaweka sheria Eh, hapa ni hivi sasa, lakini pia muni, sijaja peke yangu. Muni, nimekuja na mchumba chumba. Ah. E, sijaja peke yangu, nimekuja na mchumba. Pisi ya kwenda au sio? Ah. Piskali, piskali, sema nitakusimulia, maana zeshe ni kibao zimejitokeza hapa kati, alafu si unajua muni hivyo hivyo mwanangu, tunajua muoni, katika ile pita pita nikajikuta nimenasa kwenye kile kidude kinachotoa UTI. Hivi sasa hivi sha mzungu. Eh, yani ile kugusa tu mzee kwenye UTI nikajikuta natamani kugusa tena. Natamani kugusa tena na tena. Lakini mwisho wa siku muoni, najikuta nashindwa kuto, nashinda kutoka, yani nimemweka hapa kwenye moyo. Sema, mchumba mwenyewe kuna zeshe ni kibao zimejitokeza, ila nitakusimulia kwa sababu utupo. Kila kitu kitaenda baridi. Cha msingi hapa tusipoteze muda. Wewe kwanza maskani. Tukitokapo tuangalie namna gani kwenda kutafuta hiyo mizigo baridi. Hapo vipi, tujikatae mapema? Twenzetu Hansi, mbona umenuna? Shida iko wapi? Kwani bebi, unazingua? hapo umeniweka mimi karibia nusu saa kabisa na kusubiri, alafu najua mazingira yenyewe sio hata rafiki. Kila mtu anapita hapa, naona mimi nimekaa hapo, anajua kama mimi nimemsubiria mtu wao. anazungua. Ah, tuseme hivyo. Hamna bwana, unashindwa kunithamini kama anavyokuthamini wewe. Nishakwambia toka mapema, kwa kwa nini sije nyumbani kwako pale pale tukamalizia kwako. Hansi. Wewe unaelewa mazingira ya pale. Isitoshe mimi mke wa mtu. Haya, mume wangu hajakuambia pale, na majirani unaingia katika mashaka ujue. Nani wa kumwambia? Majirani? Kwani wangapi wanafanya ndani na waonekani? Tunapofanya oh, tunamtangazia? Tunafanya siri baby. Siyo mjanja wewe, a, nipela ujue. Wow. Na huju napenda sana mtu nikiongea jambo aniaa kama naongea ujinga, aati na mimi tena kwako wewe umekuja kwa nayo. Ndo kidogo na umekuja na hela hapo tutaendana kidogo, naanza kunifurahisha baby. Kingine mimi kichupa kimejaa kuumilia mimi, siwezi mimi siwezi nikajivunga kabisa, afu kesho na kesho kutwa ni unanikamata mimi usaliti, nimekusinichi sitaki. Na ndio maana mimi nikiwa na haja zangu na kuita na nataka nijaliwe, ni kwa muda eh. Hmm. labda una masharti wewe hivo, ndio mapenzi yenyewe, ila usijali mie nipo, tunaenda kukivunja tu. Hey. Basi jali. Siku zote mimi mapenzi yangu mwenzio amenyuka hivi, ni ukweli tu, ukiwa mkweli mimi nitakupenda mpaka basi. Awezi ami, hata mume wako utakuja kumkumbuka tena. Poa basi. Sasa mm. mimi naona tuingie hata hivi, kuna jumba fulani hivi pale kidogo nini ah. Wena, we nawe uana jenzila tukakugaia, tukaenda gesti, tukaenjoy nini Esti wapi bwana, mimi sichelewi wiki moja tu ndoka zangu. Ah, bwana. Rajipe mwenyewe bwana, Raji bwana. Kwa sababu mimi sipendi nikiongea kitu nipinge. Mimi kile ninachoongea mi napenda ni support. Hata kama naongea ujinga mi ni support tu basi, amekuelewa. Umeelewa? Snabeboae mi mzima nipo. Mi nipo sasa hivi, sizururi. Na wewe kuja hapa hauji mpaka kakaangu awepo ndio we ukanyage hapa. Sasa mi nakaa, naenda wapi? kwa hiyo mi toka niondoke hajawahi kutimba hapo. Waje kufanya nini sasa? Mimi na wapi na wapi? Basi nikupangilia na ni nilikwambia, nikiwasipo ni nakuja kumlinda vipi wangemteka? Kasema mi nawe nini? tofauti. Ila mimi nakujaga kisa mkakuona kaka nini si najua. Kwa wana shtaki Jo, njo naekalala mvivu kama mimi, tumekutana tunalala mu ndani mpaka basi. Shiba. <coughs> <coughs> Karibuni. Sasa. Vivu. Poa za kwako. Mzima. <coughs> Mzima. Mimi mzima. Naona uko poa kusikali nini? Mhm. Karibuni kwetu. Haya asante, nimesha karibu. Wambaka mshamba achokoni. Unatazesheni au sio?

kilitima mwingine fiatu mm. Imagine mtu anauzwa kisa hela mm. Dunia inaenda kasi tena mpela mpela, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa.